yako kutuleta duniani. Kutuleta duniani. Watu walijisahau, walipofika duniani wakajua kwamba wamefika. Watu wakaanza kutamalaki, wakanunua viwanja Watu wakaanza kununua mashamba, watu wakanunua vyombo vya usafiri, wakanunua na mavazi, wakazaa na watoto, wakasema sasa imekwisha. Kinachoendelea hapa ni anasa, kinachoendelea hapa ni kunywa pombe na kuzini. Wakasahau ya kwamba tumeletwa kwa kusudi la kumwabudu aliye hai, na kisha baada ya hapo turudi kwetu mbinguni Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Wala usitishwe na jina lako. Kuna mwingine anasema mimi naitwa Hadija, je, hizo habari zinanihusu mimi? Hizi habari zinakuhusu wewe mwenye hofu, ambaye kila ukitenda dhambi unasikia moyo unaputa, moyo unauma, hupendi kuona wizi, hupendi kutukana, hupendi kuvuta sigara, hata unapovuta moyo wako unakuuma. Tambua ya kwamba wewe ni msafiri duniani, na hiyo ndiyo ishara kubwa ya kwamba unaitwa wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua kwamba mkutano huu ni wako, ni wewe ambao unasema mimi maisha haya ya sigara nimechoka. Sipendi kuaguliwa lakini sina jinsi. Nimechoka kuwangiwa. Nimechoka kuloga. Nimechoka kuiba lakini nifanyeje ili kwamba nisiibe tena. Tambua ya kwamba mkutano huu upo kwa ajili yako.